Marekani na wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen wameapa kuendelea kushambuliana baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi ya anga kwa madai ya kuwazuia Wayemen wasizishambulie wasishamb, meli za kijeshi na kibiashara zinazopita kwenye Bahari ya Shamu. Mohammed Khelef na mengi zaidi. Wizara ya afya ya Yemen inayodhibitiwa na kundi la Ansarullah ama Wahuthi kama wafahamikavyo na wengi, imesema mashambulizi Amerikani ya Marekani yameua watu 53 wakiwemo wanawake watano na watoto wawili na kuwajeruhi wengine takriban 100 kwenye mji mkuu Sanaa na majimbo mengine likiwemo jimbo la Saada ambalo ni ngome ya kundi hilo kwenye mpaka wake na Saudi Arabia. Akizungumza na televisheni ya CBS hapo jana Jumapili, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema mashambulizi ya nchi yake dhidi ya kundi hilo yataendelea hadi pale litakapokuwa halina tena uwezo wa kuzuia meli kupita kwenye bahari hiyo. Juzi Jumamosi, rais Donald Trump aliapa kutumia kile alichosema ni nguvu kubwa kabisa hadi Wahuthi waache mashambulizi yao, na wakati huo wakionya Iran kuwa itabeba dhamana kikamilifu vitendo vyao. Kwa upande wao, viongozi wa kundi la Ansarullah nao pia wameapa kuziandama meli za kijeshi na mizigo za Marekani baada ya kile alichosema ni uchokozi wa waziwazi wa Washington. Kwenye hotuba yake kupitia televisheni mara tu baada ya mashambulizi ya Marekani, kiongozi wao Abdulmalik al-Houthi alisema Yemen itajibu pigo kwa pigo. Tutajibu pigo kwa pigo, huu ndio mwelekeo wetu. Jana majeshi yetu yalifanya mashambulizi ya makombora na droni hapo hapo kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya nchi yetu. Hivyo huu ni uamuzi wetu, ni chaguo letu, ni mwelekeo wetu. Kadiri adui wa kimarekani anavyoendelea na uchokozi dhidi ya nchi yetu, meli zake za kijeshi zitaendelea kuwa shabaha za droni na makombora. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa uamuzi wa kuziwekea vikwazo meli zenye mafungamano na Israeli sasa unajumuisha pia meli zote za Marekani, akizituhumu nchi hizo mbili kwa kuendeleza uchokozi wao unaoathiri safari za baharini pale zinapoigeuza bahari kwa uwanja wa kivita. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Ansarullah, Yahya Sarey, amesema kwamba jeshi limeishambulia meli ya kijeshi ya Marekani USS Harry S Truman kwa makombora droni alfajiri ya leo kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani. Marekani kwa upande wake, inasema makombora droni zote za kundi hilo kuelekea meli hiyo zimedunguliwa kabla ya kuleta madhara. Kundi la Ansarullah lilikuwa limesitisha mashambulizi yake dhidi ya meli zinazopita kwenye bahari ya Shamu mara tu baada ya makubaliano ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa baina ya Israeli na Wapalestina katika ukanda wa Ghaza, lakini wiki iliyopita lilitangaza kurejea tena kwenye kampeni yake hiyo baada ya Israel kuzuia ufikishwaji wa misaada ya kiutu kwa watu wa Ghaza.